Msawawini anasema Mungu hutaka watu wote waokolewe. Bwana asifiwe. Hii ndio sababu kubwa, hataki watu wawe na dini tu, hataki tuwe na watu wa kanisa tu peke yake. Anataka watu waone Mungu anayeweza kufanya kuliko yote tu, yaumbaye anasema Mtume Paulo Jambo hili ambalo limefanyika ni zuri, tena linakubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Na mtume Paulo akasema, ambaye Mungu huyu anataka watu wote, wasichana waliosoma na wasiosoma, waokolewe. Mungu anataka. Mimi ni rahisi sana, ngoje niwaambie mimi. Nilikuwa nachunga na chunga zamani Kijijini kwetu mi natoka kule nala lugala nala kule nimezaliwa pale, nimekulia pale, lakini siku moja nikawa nachun nachunga ng'ombe, lakini ghafla nikajikuta kabisa sijui nyumbani wapi, nimepotea. Na hapo nimezaliwa hapo hapo tu, so siwezi kusahau siku ile, ilikuwa ngumu sana kwangu, sijui mashariki ni wapi, magharibi ni wapi, lakini jua limeenda sasa imefika kama saa kumi na mbili hata jua limeanza kuzama hivi, naanza kuswaga ng'ombe, mimi naziswagia magharibi, lakini kila nikipiga ng'ombe zinataka kwenda mashariki, mimi nafikiri ninapopiga ndo mashariki. Kwa mgomvi mkubwa kati yangu na ng'ombe piga, nikipiga ng'ombe napiga zi kipiga gombeapa aipya ghafla yote yakatawanyika, kumbe yenyewe yanajua nyumbani ni wapi, ila mimi ndo nimepotea sasa zilipopotea, nikasema haya, ng'ombe amekwenda, nikaanza kuzifuata. Ilipozifuata nikaona ah, ile kumbe si nyumba ya mpelegalo ile, ile ni nyumba ya mpelegalo ile. Sasa swali, inawezekana inawezekana umekuwa Mkristo, inawezekana hata tuna sali hivi, inawezekana lakini bado ukawa umepotea. Hiyo ndio swali na niuliza sasa. Inawezekana, inawezekana kabisa umekulia kanisani, umezaliwa kanisani, unajua mambo ya kanisa, lakini bado ukawa umepotea. Mungu anataka wote sisi tuokolewe. Mungu anatamani wasichana na wanaume, sisi makasisi, sisi maaskofu tuokolewe. Ndiyo maana ya mkutano huu, lakini bahati mbaya sana, baadhi yetu, sio wote, tumekuwa kanisani lakini Yesu bado hajabadilisha maisha yetu. Sio wote, baadhi. Huko kwetu, baadhi wanasali tu, lakini hawataki uguse mambo yao. Siku moja tukale na safari safari ya kipaimara. Nasema mungu anataka wote waokolewe. Wote waliompokea walipewa nafasi, walipewa privilege, tatafakari sana, walipewa nafasi ya kufanyika watoto wa Mungu ni uhusiano wa karibu kabisa kati ya baba na mwana. Mtume Paulo anasema kwa Warumi kwamba tunalia aba, yaani baba, kuonyesha uhusiano wa kipekee ambao unayo yule aliyempokea Yesu, ndiyo wale wanaoliamini. Kuna kumpokea na kumwamini. Kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, abadilishe moyo wako, afanye transformation ya moyo, aubadilishe moyo wako. Umeokoka na injili ya Yohana inaelezea hili kwa kina zaidi. Sasa tuna bahati mbaya sana. Unajua bahati mbaya gani? Ngoja nikusimulie. Siku moja, tukawa nasafiri kwenda safari ya kipaimara, tukawa naenda Bilise, mbali sana lakini tuna kawaida ya kusafiri na makasisi. Nachukua kasisi akajifunze kwa, kwa mwingine eliadini, hasa maeliadini, twende ukajifunze huko kwa mwenzako tukasafiri na mmoja, tumesafiri salama, tulikuwa safari ndefu, ni safari ndefu kweli ndefu sana. Sasa tulipofika karibu kabisa takaribia, tumemaliza safari, tuingie kwenye kijiji. Nikaona anamuita dereva, dereva simama bado. Akapiga yeye, naomba usimame, e tumetembea salama nakaribia nakufika hapo kijiji kabisa hata nyumba za kwanza tunazoona, lakini ghafla ile veva yule baba yule kasisi yule akasema, chonde chonde, akapiga yowe, simama. Vipi bwana? Akasema unajua, alisemaje? Akasema nasikia kichefuchefu, safari imekuwa ngumu, naomba yani. Tumetembea salama kote huko, lakini nyumba hizo hapo mbele, akasema chonde, simama akapiga basi, kusimama nini? Nasikia kichefuchefu, tumesafiri salama. Sasa ngoje niwaambie maana yake nini. Hapa kuna watu wanaweza kuwa tuko salama kabisa, tunaonekana tunasafiri salama kanisani, lakini ukitaka kukosana nao uweleze habari za kuokoka, atakwambia nasikia nini hivi. Na hapa kwetu sisi wapo, na wengine ni wazee wa kanisa, sijui wenzetu Tabora naona hapa mna nafuu kidogo, lakini nawaambia ukweli, kule kwetu hata kanisani kuna shida. Wazee wa kanisa ni shida. Hata wengine ungeliwaamini kwamba huyu mzee angefanya mambo ya ajabu, angeweza kutumika vizuri, angeweza kuwa na vipawa vizuri, angeweza kuwa baraka kanisani, lakini ukimwambia mambo ya ulokole, wokoka, nakwambia nasikia nini mimi nauliza wewe, ni mmoja wapo? Wewe ni mmoja wapo? mkutano huu, semina hii, mwambie Mungu na mimi nami, nataka kuwemo safarini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninakusihi kipindi hiki, nakusihi sana dada, usione kichefuchefu, mpokea Yesu naweza kutembea salama ukiwa kanisani, sawa? lakini kama hujampokea Yesu bado unahitaji kumpokea. Utakimbia sana, utakimbia madhehebu mengi. Yesu anataka abadilishe moyo nyakati hizi za leo, nyakati za dini nyingi, nyakati za dini kutumika kama biashara. Wewe unamhitaji sana Yesu kuliko kipindi kingine chochote, na Yesu ndiye atakupa utulivu. Mimi nakwambia ukweli, watu wamekimbia kwenda hapa utakimbia kwenda kununua mafuta huko. We mpokee Yesu atafanya. We mpokee Yesu utaona kwa sababu anasema vyote vilifanyika kwa kwau, huna sababu ya kubabaika naamini mafuta badala ya Yesu. Yesu akiingia moyoni mwako, anasema ndiyo wale waliaminio jina lake. Ukiliamini jina la Yesu hata kwenye mkutano huu, hata kwenye semina hii ukiliamini jina la Yesu atafanya, anakuambia, kwa sababu anasema vyote vilifanyika kwa yeye na pasipo yeye hakuna kilichoweza kufanyika. Mafuta hayawezi, dini haiwezi, haya mambo ziji, utakwenda kwa waganga wapi? Pasipo yeye ye, Yesu anasema maandishi Yohana asimia asema pasipo yeye hakuna chochote kilichoweza kufanyika, hakuna vyote vilifanyika kwa yeye alisema, pasipo mimi ninyi. Nawaambia ndugu zangu, Yesu alisema mwenyewe, alisimama akatangaza, pasipo mimi ninyi hamuwezi. Sisi hatuwezi, mimi siwezi pasipo Yesu. Lakini wakati wote Yesu anapotawala maisha yangu, ninapomruhusu, nimeona miujiza mingi akitenda na katika semina hii na katika maisha yako, Yesu atafanya. Mruhusu akubariki, mruhusu mpokee, usisikie kichefuchefu.